Mawazi kabisa sitaki, tuvunje tujenge tena, nataka tukat, tukatengeneze sehemu nyingine yenye mambo makubwa ya kisasa. Tulivyoiona terminal hapa, ilivyoonyeshwa ni kama airport vile, hakuna tofauti, au pengine hii nzuri zaidi ya airport. Hii itakuwa ni bandari ya abiria. Wakati nazungumza katika shughuli ya ufunguaji wa barabara, nilisema kwamba tumejipanga sasa kuwa na usafiri wa umma wa aina kadhaa, sio moja. Tutakuwa tuna usafiri wa umma wa barabara ambao utakuwa na mabasi ya, ge, ya, ya gesi asilia au ya, ya umeme ili kutunza mazingira. Nikasema tutakuwa tuna usafiri wa treni kutoka Malindi mpaka Bububu kama zamani. Nikasema pia tutakuwa tuna usafiri wa majini kwa kutumia water taxi. Sasa nikataka nika kusema na ndege, nikaona hapa ah, watu wataniona sasa nimezidi.